Mafunzo haya yamejikita katika kuwajengea uwezo waheshimiwa madiwani katika masuala mbalimbali. Baada ya mafunzo haya, tunategemea sasa uh, madiwani ambao wamepata mafunzo, ambao ni wajumbe wa baraza, watakuwa sasa wamebadilika na wataweza kwenda kufanya maamuzi kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zilizopo. Kwa hiyo, kuanzia sasa na kuendelea, tutegemei tena kuona madiwani wanaenda kwenye miradi, wanatoa maelekezo wao kama wao kwa sababu tumewambia kazi ya diwani ni mwakilishi, ni msimamizi, lakini pia ni mshauri. Kwa hiyo ni mategemeo yetu makubwa kwamba mafunzo haya yataenda kuleta mabadiliko makubwa. Sisi madiwani pamoja na wataalamu tunakwenda kusimama kwa kitu kimoja, tutakwenda kusimamia mapato, tutakwenda kusimamia uwajibikaji wa watumishi wetu kwenye maeneo yetu, hata yale matakwa ya wananchi tunayowaongoza yatafikiwa kwa malengo ambayo tumejiwekea. Kwa mafunzo haya sasa tunakwenda kusimama miradi ambayo mheshimiwa Rais alikuja pale kwetu akaiona tukaizungumza na akatoa ahadi. Tutakwenda kusimama kama halmashauri kuhakikisha yale yote matakwa ya serikali na maelekezo ya mheshimiwa ya rais yanakwenda kufikiwa kwa wakati. Tunashukuru sana ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI, kwa kuleta mafunzo haya kwa ya waheshimiwa madiwani, maana mafunzo kwa wenye viti wa vijiji na mitaa yalishafanyika na yameanza kuleta ufanisi wa utendaji kazi katika mamlaka za serikali za mitaa, kwa namna moja au nyingine. Pia mafunzo haya yanaimarisha sana mahusiano baina ya wa madiwani pamoja na watumishi wa halmashauri, lakini pia waheshimiwa madiwani kujua mipaka yao ya utendaji kazi, lakini watumishi wa halmashauri pia kufahamu mipaka yao ya utendaji kazi na hii yote itaimarisha ufanisi katika kuleta maendeleo kwa wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Urambo. Tunaona mafunzo haya yanakwenda kutujenga, lakini pia tunaona yanatija sasa, na tukitoka hapa, nadhani tumepata kitu kingine ambacho kitakwenda kutusukuma tulipo kuwa tumeanzia na tutakapokuwa tunaendelea katika utekelezaji wa majukumu yetu. Aa, kupitia mafunzo haya kimsingi tunakwenda kuibadilisha kwa kasi halmashauri yetu ya wilaya ya Urambo kutokana na mafunzo tuliyofunzwa, na tumeyaelewa na tumeyapokea na tunakwenda kuyafanyia kazi. Kuna mabadiliko kiukweli, ambayo atakwenda kutufanya tutoke mahali tulipokuwa kwenye halmashauri yetu na kusonga mbele zaidi. Wito wangu kwa waheshimiwa madiwani, tukasimamia kanuni, tukasimamia taratibu ambazo zimewekwa ili kuhakikisha madiwani wanakwenda kusimamia usawa, wahudumia Watanzania wetu bila ubaguzi wowote.